Swala za usiku katika mwezi wa Ramadhani zinajulikana kama salatu tarawih, zinajulikana kama salatu qiyam al-layl au qiyam ramadhan, zinajulikana kama salatu tahajjud. Hizi zote ni katika majina ya ibada za usiku katika mwezi wa Ramadhani. Walibra bilhaqaiq ila bilasma, na mazingatio ni kwa uhakika wa jambo, wala si majina.

Baada kulli rak'atayn au arba rakaati na kwa nini iliitwa salatu tarawih we? Wema walotangulia salafuna saleh waliita hiyo sala kwa sababu ilikuwa inasomwa sura ndefu ndefu, wakati wanaswalisha, kila baada ya rakaa mbili au rakaa nne walikuwa wanapumzika kipumziko chepesi ndio maana ikaitwa salatu taraweh. Na naam, hata khatibu akiwa juu ya mimbari anapomaliza hutuba ya kwanza, akaketi chini, akaunguka kile kikao chepesi alichoketi, kinajulikana kama jalsatul istirah. Na ndani ya swala, unapotoka kwenye sijda ya pili, kabla hujasimama raka ya pili kuna kikao chepesi Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiketi hicho kikao vilevile, kinajulikana kama jalsatul istirah, ni kikao cha kujipumzisha, ndio maana ikaitwa salatu tarawih. Na kwa nini inaitwa qiyamul layl ama qiyamu Ramadan? Maana yake ni nini? Ni kisimamo chochote cha ibada ya sunna, ni swala yote ya ibada ya sunna katika mwezi wa Ramadhani, kuanzia baada salati al-isha mpaka alfajiri. Swala yote ambayo kwamba utaswali ima mwanzo wa usiku, ama katikati, ama mwisho wa usiku, utasema ni qiyamu al-layl, ni kisimamo cha usiku, si kisimamo cha mchana. Ama qiyamu Ramadhan, kisimamo katika mwezi wa Ramadhan. Na tukisema salatu tahajjud, tunakusudia nini salatu tahajjud? ni hiyo hiyo ibada ya usiku, lakini ina sharti taati baada naumi fi muntasif al-layl au akhiri. Ni lazima ulale, kisha uinuke ukichukuliwa na usingizi, kisha ukawa ni mwenye kuinuka kwa ajili ya kuswali sala ya sunna. Hiyo inajulikana kama salatu tahajjud. Mwenyezi Mungu amewasifu hawa watu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao.